Naitwa Happyness Ngwando, mbunge wa viti maalumu mkoa wa Ruvuma. Kwa hiyo nilikuja kujua kwa kweli ndio eneo mama kwangu ambalo naishi muda mwingi. Nikasema na hii hospitali kubwa. Nimekuja nimeona wamenipa changamoto. Mheshimiwa wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya vingi sana sana. Lakini binadamu bado tunazaliwa, bado tunaishi. Kwa hiyo changamoto huwa zinazaliwa pia. Kwa hiyo nimekuja kuangalia vitu gani vinaongezeka, vitu gani vinatakiwa. Wakati tunavyoendelea kuelekea kwenye bunge la bajeti, tujue nini tunaongelea kuhusu hospitali hii ya wilaya ya Tunduru. Mimi ni waahidi ushirikiano wa wananchi wa mkoa wa Ruvuma, tuliomba kazi, tunafanya kazi. Kikubwa hapa ni, kumish, ni kumsaidia mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye kazi, tumwakilishe vizuri, ili kuhakikisha wakiniona mimi, wanajua wamemwona Dr. Samia. Ni waahidi wananchi hawakukosea kupiga kura za mama Samia, nikapatikana mimi. Uh, kimefanyika kitu kikubwa sana kwao na naamini Mungu ndo aliwaongoza nimefika, kuhudumia watu kusaidia jamii yangu. Kwa kuwa kama pesa, tunasema mboga ya mwisho ni nyama, ni elfu kumi na mbili, kila mmoja anayo, hawezi kushindwa. Lakini uwakilishi, hatutafuti kitu, tunatafuta kuhudumia watu. Kwayo naamini na wito huo, na nitafanya kazi kwa mtindo wowote ule, isipokuwa waniombea.